Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa mchezaji anaofahamika kwa jina la Morice Abraham ambaye kwa upande mwingine anafanya mazoezi na klabu ya soka ya Simba kwa sasa akiwa ni mzao. Sasa kocha mkuu wa Simba Sports Club Faldu ameridhishwa na kiwango cha kiungo mshambuliaji Morice Abraham mwenye umri wa miaka ambaye anaendelea na mazoezi Simba Sports Club. hivi karibuni kocha Faldu Davis na Simba atatoa Hatima ya usajili wa Morice Abraham kwa kujiunga na Simba Sports Club kuelekea msimu ujao. Kiungo Morice Abraham, hatima yake ya kusajiliwa na Simba Sports Club katika dirisha jalo ni uhamisho ipo kwa Faldu Davis na kocha huyo anaendelea kumtazama zaidi ili kutoa maamuzi ya mwisho na hatima ya mchezaji huyu hapo eh, kikosini. Kwa hiyo kama ataendelea kuridhishwa, basi kuna uwezekano mkubwa kiungo huyu mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kucheza namba saba, namba kumi na moja, namba kumi, Simba wakamsajili kwa sababu ni mzawa. Vile vile, watakuwa wataendelea kusajili wachezaji wa kigeni vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo.